Naam, karibu kwenye Gumzo Updates, na moja kwa moja tunaelekea kisiwani Pemba ambako mpasha habari wetu anatueleza kwamba mambo yanaonekana kubadilika katika mahakama kuu ya Zanzibar masjala Chake Chake baada ya shauri la wagombea ubunge wa chama cha ACT Wazalendo dhidi ya tume huru ya uchaguzi INEC kuingia kwenye mvutano wa kikatiba pale mwanasheria wao wakili Omar Said Shaban alipopinga vikali mawakili wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar kuiwakilisha INEC ambayo ni taasisi ya muungano na sio ya Zanzibar. Kufuatia mvutano huo, naibu msajili wa mahakama kuu kisiwani Pemba mheshimiwa Chausiku Kayu ameamua kulipeleka jalada la kesi hiyo moja kwa moja kwa jaji mkuu kwa ajili ya hatua zaidi, badala ya kwanza kusikiliza mapingamizi yaliyowekwa na upande wa peleka maombi. Gumzo Updates imezungumza na wakili wa Omar Said Shaban na kumtaka hafanue kile hasa kilichojiri hivi leo. Ni kweli kwamba leo tumefika mbele ya naibu mrajis wa mahakama kuu, uh, masijala ya hapa Chake Chake Pemba, mheshimiwa cha usiku Kayu, ambapo tulikuwa na ni mwendelezo wa mashauri ya uchaguzi uh, hasa ya viti vya ubunge kwa hapa Pemba ambapo, kama unafahamu, wagombea 14 wa chama cha ACT Wazalendo wamefungua mashauri kupinga Uh, uchaguzi huu uh, uhalali wa uchaguzi huu kwa kile ambacho wanadai ni ukiukwaji mkubwa wa, wa sheria, kanuni na taratibu za kiuchaguzi. Kwa hiyo leo tulikuwa limepanga shauri uh, limekuja kwa ajili ya kusikilizwa maombi. Maombi hasa yanayohusu uh, kuomba uondolewaji uh, wa nafuu ya kulipa ya harama au dhamana ya harama, wanaita security for cost, kwa lengo la kuruhusu sasa waombaji hawa, walalamikaji waendelee na shauri bila ya kulipa harama hizo zinazohitajika kwa mujibu wa sheria, na kwa vile mahakama inayo mamlaka ya kusamehe au kupunguza, aa, basi ilikuwa shauri limekuja kwa ajili hiyo. Sasa, kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa ni kwamba katika shauri la leo, upande wa serikali kwa sababu shauri hili imeshtakiwa Tume Huru ya Uchaguzi, ambayo ni chombo cha Muungano, pamoja na mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo upande wa walalamikiwa wamekuja wa, wa, wa, wa jopo la mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wameungana pia na wanasheria wa serikali kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Kwa hiyo baada ya utambulisho, uh, sisi mawakili wa wa utetezi au wa, waleta wa malalamiko uh, tulisimama na kupinga wanasheria uh, kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Zanzibar kuingia katika akidi eh ya ya seshen ya leo au ya kikao cha leo, kwa sababu mashauri haya yanahusu taasisi za Muungano na ofisi ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar haina mamlaka kimsingi ya kutoa uwakilishi kwa chombo au uh, taasisi ambayo ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini haina mamlaka ya kumwakilisha e, mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uanzishwaji wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa muungano sura 268. Kwa hiyo tulipinga hilo uwepo wao na kutaka wasiingie kwenye koram, na hasa kwa sababu mawakili kupota upande wa pili eh, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwepo mahakamani. Eh, lakini kwa bahati mbaya sana Mheshimiwa Mrajis ah, hakutaka kusikiliza hoja hizo, na alijielekeza tu kwamba yeye leo amekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Uh, nyaraka zote zinazotakiwa kufailiwa zimefailiwa, na shauri hilo au ombi hilo sasa atalipeleka kwa jaji mkuu kwa ajili ya kupangiwa, uh, kupangiwa nani hii kupangiwa jaji kwa ajili ya kusikiliza. Lakini hoja haikuwa kwamba weza kupeleka kwa jaji mkuu au kutokupeleka, hoja ilikuwa ni akidi yenyewe ya kikao cha leo, kwamba tulitaka nani hawa uh, wanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Zanzibar wasiingie kwenye akidi sasa. Bahati mbaya, uh, mheshimiwa naibu mrajis hakulitolea uamuzi jambo hilo na hilo ndilo lililotokea. Naam, tuukumbushe mtazamaji kwamba mabadiliko hayo yanatokea wakati ambapo wadau demokrasi wa demokrasia wanasubiri kwa hamu kubwa mwelekeo wa shauri hili ambalo linagusa uhalali wa uwakilishi katika mchakato wa uchaguzi. Nini maoni yako kuhusu hoja hii ya uwakilishi wa kisheria kati ya Zanzibar na Muungano?